Leo masaa ya saa mbili na nusu maofisa wetu wakiwa kwa border point wakifanya kazi yao ya kawaida search, walipata kupata gari la basi la kutoka Tanzania kuelekea Nairobi la Kendia Bus Company. Wakati walipoendelea na msako yao ya kawaida, tukishirikiana na watu wa K9, maofisa wetu wa National Police Service walipata mzigo ambao haukueleweka. Kuangalia kwa makini, ni mzigo ambaye inakuwa suspected kama ni ni bangi ambayo iko na street value ya shilingi milioni mbili mia tano na mbili e, iko na kilogram 84 kilograms. Tayari washukiwa wawili wako ndani wamezuiliwa, basi pia itazuiliwa, uchunguzi inaendelea.